Kitabu hiki kinaitwa Nukuu Sabini Zenye Msukumo na Motisha, kimeandikwa na Wael El-Manzalawy na kusimuliwa na Ephraim Kamau Njoroge, kimechapishwa na TekTime. Copyright. Haki miliki 2012 Wael El-Manzalawy. Kitabu chenyewe: mafanikio siyo lazima isipatikane na pia kutofaulu siyo lazima isipatikane. Tuko katika ulimwengu wa yawezekana au haiwezekani. Tuko katika ulimwengu wa kujaribu. Wael El-Manzalawy. Maisha ya baadaye yaweza kuwa bora kuliko unavyofikiria. Wael El-Manzalawy. Mawazo mengine huvutia kama sumaku, huwavutia watu kwa njia ya ajabu. Wael El-Manzalawy. Jaribio kubwa la ujasiri duniani ni kuvumilia kushindwa bila kufa moyo. Robert G. Ingersoll. Kama utakuwa na shaka na jambo lolote, basi kuwa na shaka na uwezo wako. Don Ward. Sili ya kufaulu ni kujifunza namna ya kutumia maumivu na raha badala ya kuruhusu maumivu na raha siku Ukifanya hivyo basi unayadhibiti maisha yako, na kama hufanyi hivyo basi maisha yako ndiyo yanakudhibiti. Anthony Robbins. Jitihanda hukutuza kamili baada ya kutokubali kuacha kujitahidi. Napoleon Hill. Vizuizi katika mapito yako ndiyo moto unaosafisha dhahabu. Wael El-Manzalawy. Hakuna atakaye pigana vita zako badala yako. Well...